Kuna hizi video za Mac Voice msanii kutoka Next Level Music, chini ya Vivian Boy Rayvani zinasambaa mtandaoni zikimuonyesha akiwa anapiga show katika mazingira ambayo hizi e, show anaziita chaka tu chaka. Na Kerima Story nimeona amezishare kwenye page yake ya Instagram na nilikuwa napitia na, na comments watu wengi sana wanamuonea huruma Mac Voice kwamba, kwa level ya Rayvani na lebo ambavyo aliintroduce e, kwa maana ya Next Level Music hawakutarajia labda kumuona, e, Mac Voice akifanya show hizi za chaka tu chaka. Kwa namna ya brand ya Rayvanny lakini pia namna ambavyo ali introduce Next Level Music, wengi hawakutarajia pengine kumuona eh, Mac Voice akipiga show katika mazingira kama haya. Ni Chato, nilikuwa naangalia pe location hapa eh, ndiko ambako hii show ilikuwa inafanyika, na imewagusa watu wengi kiukweli. Wapo ambao wanasema ni bora dogo ajipambanie mwenyewe, kama Rayvanny kashindwa eh, kumsogeza sehemu, basi bora dogo aokote hizo hela ndogo ndogo za chakatuchaka akapata maisha endelee au sio? Kumbuka pia Rich Mavoko mwaka jana alitrend pia baada ya video zake zinazomuonyesha akiwa anapiga show sehemu ambayo hakuna hata jukwaa, na wengi wakasema hizi show zina hela, watu wanalipwa hela nyingi. Mavoko alikuwa migodini huko, nafikiri kwenye moja ya mikoa, kama sio Geita kitu kama hicho. Kwa hiyo yalikuwa maneno mengi sana yalizungumzwa, so imekuwa ni mara nyingine tena msanii ambaye yupo katika record label ya msanii mkubwa anaonekana akifanya show katika mazingira ambayo wengi wanaona no it's not good g kwake yeye, lakini pia kwa brand yake na Rayvanny, ambavyo alikuwa amemintroduce kwenye jamii ya muziki. Haikufaa pengine kwenda kufanya show katika mazingira kama haya. I don't know hali ya eh, Mac Voice sasa hivi na Rayvanny, kwa sababu humuoni tena akifanya vizuri kama wasanii wengine eh, kwa maana ya kuwepo kwenye rotation ngoma zake na vitu vingine, lakini pia kuja na project kubwa ambazo zinawekewa kubwa humwoni, labda Ray Vanny akimpush tena Mac Voice hivyo. Nadhani wengi mtakubaliana na mimi kwamba kama amepotea kwenye game hivi, so sijui hali ikoje na Ray Vanny, labda anaweza akaja kusema kitu baada ya kuona hizi clip eh, ama vinginevyo, niambie kwenye sehemu ya comments hapo ni mtazamo gani? Lakini pia nikukumbushe ku subscribe hapa SNS kwa taarifa nyingine kila wakati.